Naam, mtazamaji wa Trend TV. E bwana Gigy Money, tunafahamu kwamba Gigy Money huwaga anaruka live from time to time, na this time around bwana, ni kwamba kuna shabiki yake amemtumia ujumbe na huu ujumbe bwana <laughs> uh, ujumbe bwana umemkera kweli kweli Gigy Money, na ameamua kumchamba huyu shabiki yake. Ni kwamba Gigy ameonekana mara kwa mara anaonekanaga kwenye kumbi za starehe akiwa na half na enjoy na kula bata, lakini pia vile vile huaga anapiga vyombo vikali, yani anakunywa maji, yani maji ni pombe na vitu vingine kama hivyo unaelewa. So huku mashabiki bwana wameonyesha kwamba wanamjali sana Gigy Money na kumpa ushauri. Kwa mfano kuna huyu hapa ameandika, anaitwa Diva, huyu ni shabiki yake, ameandika kwamba eh, huyu ni wewe Gigy kabisa, yani kila siku unasema kwamba unabadilika lakini hubadiliki. Kumbuka kwamba una figo una maini na una bandama vyote hivi eh, kila tone la pombe unalokunywa linaenda kuathiri vitu vya ndani. Siku utakayoamka eh, ukaambiwa kwamba figo imefeli au sijui maini sababu ya pombe utafanyeje? Niko tayari unichambe, ila nimeshakwambia huyo ni shabiki wa Gigi amekuja amecomment hivyo katika ukurasa wa Gigimani baada ya kuonekana Gigimani akiwa anakula bata na kunywa pombe kwa wingi. Unaona bwana eh? Sasa Gigi bwana amekuja amekuja hapa ame, amemjibu kwanza kabisa kwa ujumbe alafu then akamjibu kwa video kabisa. Nitakusikilizisha umsikilize Gigi alivyomjibu huyu shabiki yake hapa kwa ujumbe, ambao ameandika Gigi ameandika kwamba kamuombe baba yako na mama yako eh, mabalaa kwa wewe Then akatoa ujumbe huu hapa, hebu usikilize hapa majibu ya Gigy Money kuhusiana na shabiki aliyekuwa anamshauri apunguze pombe. atakumaliza Diva, diva nikifeli figo nikifeli umonda nitoka Ya yeah! So mix ametusi. Gigi bwana amechukizwa na maoni au ushauri wa mashabiki zake. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako katika comment section. Toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.